Hey, of course, this is a a big big challenge and opportunity for me. And, uh, Simba is a big team. Uh, Kwanza kabisa ni nafasi na changamoto kubwa kwangu. Simba ni timu kubwa yenye matarajio ya kufanya vizuri kwenye kila michuano. Hakika sio rahisi kuwa hapa no, pia hakuna muda uh, maana uh, mchezo uh, ujao wa uh, kimashindano uh, ni siku kumi tu zijazo. Uh, nimejaribu kuichukua hii nafasi ili pia to, nijaribu kuisaidia timu na, uh, natumaini haitutaji muda mwingi na, uh, sana kuzoeana na kuizoea ligi hii na bila shaka kila kitu uh, kitakuwa sawa. Haikuwa rahisi kwa kuwa nilikuwa kwenye mkataba na timu zote zilipaswa kuthibitisha nyaraka ili niweze kuja hapa. Timu yangu ya awal ilicheza dhidi ya Simba, hivyo uh, hapakuwa na budi kuifuatilia uh, ligi hii uh, na hata hivyo uh, nimekuwa nikiifuatilia pia Simba uh, haswa. Lakini ni ligi ambayo ina timu nne hadi tano zenye uwezo mkubwa zaidi ya nyingine, japo ushindani uh, ni mkubwa, ukitazama uh, uh, like kulinganisha na ligi nyingine uh, hivyo tunapaswa uh, kuwa imara like haraka kama tunahitaji kushinda uh, vitu and, uh, na hii ndio njia pekee uh, uh,